Kiingilio bure kwa mashabiki ni tabia za timu ndogo. Ni maneno ya mdau wa soka kutokea hapa Tanzania, ambapo ameweza kufunguka baada ya klabu ya Yanga kuweza kutangaza kwamba kwenye mchezo wao dhidi ya Silver Stakes kuweza kwamba mashabiki wataingia bure ili kuwapa hamasa wachezaji ili waweze kupindua meza au waweze kupata matokeo ambayo atawawezesha kwenda a ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Hivyo mchambuzi anadai kwamba hizo ni tabia za timu ndogo. Mchambuzi anadai kwamba unajua, ingekuwa ni Azam au Singida Black Stars kutangaza kiingilio bure, wala nisingeshangaa kuwa bado hazina fan base kubwa zinajitafuta kwenye hilo eneo, lakini sio kwa Yanga mara kumi. Hata ingekuwa, ingekuwa buku mbili mbili, walau kidogo ingeleta e, mashiko tofauti na haya mambo ya bulebule -bule. Tena kutoka kwa giant timu, huruma sio malezi. Aliweza kuzungumza mdau huyo na kudai kwamba timu kama Eh, Azam lakini timu kama Singida Black Stars wakiweza kutoa kiingilio bure, basi huwezi kushangaa sana, kwa kuwa ni timu ambazo hazina mashabiki wengi, hivyo utahisi kwamba pengine wanatafuta mashabiki ili waweze kupata mashabiki yao. Lakini kwa timu ambaye ni mkongwe kama Yanga na ana mashabiki wengi, na mazote amekuwa akijinasibu kwamba yeye ana mashabiki wengi kuliko timu yoyote Afrika Mashariki, lakini sio Tanzania tu, huku akidai kwamba kama wana mashabiki kweli wengi, hakuwa na haja ya kutoa kiingilio basi, ingetakiwa watoe hata elfu mbili mbili, au hata elfu moja moja, ingeleta picha nzuri zaidi kuliko hizi bure bure, kwa kuwa kama wanawalea hao wachezaji kwa bure, basi hawatengenezi kwa chochote, ile wanaoharibu zaidi. Klabu ya Yanga imeweza kutoa bure kwa mashabiki wao kuingia kwenye mchezo huo, huku mdau akidai kwamba tabia za timu ndogo ndizo ambazo huwa zinafanya hivyo, kwa kuwa zinakuwa zinavuta mashabiki ili zi waweze kuingia mashabiki wengi uwanjani, lakini kwa timu kama Yanga hakuna haja ya kuweza kutoa bure bu kuchangia au hata kidogo tu katika mifuko yao ili kuonyesha uhalisia na ukubwa ule ambao wanaonena kila siku wanapokuwa sehemu tofauti tofauti tofauti. Hayo ndio ambayo ameweza kuyatoa mdau huyo wakati akichangia kutokana na kila ambacho klabu ya Yanga imeweza kukitangaza.